Hili ni eneo la Boko msikitini na hapa ni moto ambao umezuka na chanzo chake hakijulikana, katika kiwanda cha mbao na kimeendelea kuteketeza baadhi ya nyumba kadhaa katika eneo hili, huku jitihada za wananchi zikiendelea katika kudhibiti moto huu, huku mamlaka husika tayari zimepigiwa simu ili kuweza kufika katika eneo hili kuweza kudhibiti moto huu ambao chanzo chake bado kinadaiwa hakijajulikana lakini umeendelea kuteketeza kiwanda hichi cha mbao e, na baadhi ya nyumba ambazo zipo hapa eneo la Boko Msikitini, mkoani Dar es Salaam. Kama unavyoona, jitihada tayari za wananchi zinaendelea katika kuudhibiti moto huu ambao chanzo chake bado hakijulikana, na umeendelea kuteketeza baadhi ya e, e, mbao zilizopo hapa, nyumba ambazo ziko jirani. Jitihada za wananchi kama unavyoona, zinaendelea za kutafuta maji ili kuhakikisha zinaudhibiti moto huu usilete athari zaidi kwenye makazi ya watu hapa, lakini moto ni mkubwa kama unavyoona, ila jitihada za wananchi zinaendelea ili kupunguza madhara ambayo yasije yakawa makubwa zaidi. <coughs>